Shughulika na akili yako ili ikupatie maamuzi bora kwa habari ya maisha yako na mwisho wa siku uweze kufanikisha kila hatua, kila engo, kila eneo ambalo umelipanga katika maisha yako. Basi jambo hili ni nyeti sana, na watu wengi huwa linawapa shida kushughulika na maamuzi katika akili. Huenda pengine kuna baadhi ya watu ambao wanakuwa hawana maamuzi kwenye maisha. Labda ninakuamsha shujaa, ambaye unanisikiliza wakati huu, lakini pia naweza nikaungana na wewe au unaweza ukaungana na mimi kwa pamoja kusema kwamba kuna baadhi ya watu ambao hawana maamuzi Yaani kwake yeye umwambie kwamba eti fanya jambo fulani, alafu ukimaliza njoo niambie hilo jambo umepata faida gani, umepata hasara kiasi gani? Au pengine katika maamuzi, hawezi akawa na maamuzi yake peke yake, anamhitaji mtu ili amsaidie katika maamuzi. Unaweza ukaniunga mkono kabisa kwa kurit na kuandika komenti zako hapo baada ya kutambua kwamba kumbe katika maisha tunahitaji maamuzi. Unahitaji kufanya maamuzi mazuri, maamuzi ambayo yatakusaidia kupiga hatua moja mpaka nyingine katika maisha. Kwa hiyo, unajikuta huna maamuzi, hata kama ikufanya vitu vidogo vidogo katika maisha, huna maamuzi mpaka unamuita ndugu mpaka unamwita jirani au unamwita mtu mwingine akusaidie katika hayo maamuzi, kwa sababu wewe unaogopa kwamba ukijiamulia wewe, ukifanya maamuzi yako wewe, unaogopa utashindwa, unaogopa utafeli. Au pengine unasema ah, mimi siwezi kufanya maamuzi yote, au unasema mimi sijui. Kwa hiyo hiyo ni hali ya kujidharau , lakini pia unakuwa unatanguliza hofu katika maisha yako. Fanya maamuzi wewe, anza kufanya maamuzi wewe. Pale unapokwama, ndipo sasa unaweza ukaamua sasa kuwashirikisha watu unaamua umshirikishe mtu ambaye atakusaidia katika hayo maamuzi, lakini umeanza kufanya wewe, umejaribu kwanza wewe. Tambua kwamba hata Mungu mwenyewe anataka uanze wewe kufanya kazi kwa mikono yako, lakini anavyoona juhudi yako na yeye anakuja anakubariki. Na ndio maana hata Musa aliulizwa, una nini mkononi Musa? Akasema, nina fimbo. Kwa hiyo hata wewe unaulizwa leo hii una nini mkononi mwako, eh? Kama huna chochote Mungu hawezi akaja akakubariki, kwa sababu hakuna chochote ambacho umekianzisha wewe kama wewe. Kwa hiyo kwenye maisha, kuwa na maamuzi bora, usiseme kwamba eti unaogopa au huwezi au unasema mimi hapa sina maamuzi au nasema mimi kila nikifanya maamuzi najikuta sifanikiwi. Kila nikifanya maamuzi najikuta maamuzi yangu mimi hayafiki mbali, lakini mimi namwamini fulani yule, yaani akifanya maamuzi ah, kwa kweli mambo yanaenda vizuri. Sasa leo hii ninakuamsha, shujaa, kuwa na maamuzi anza. Wewe kuna baadhi ya mambo ambayo hutamhitaji huyo mtu hutamhitaji huyo jirani, ni wewe tu kufanya maamuzi haraka haraka, ili maisha mengine yaende. Kwa hiyo fanya maamuzi, amua kufanya maamuzi, ili basi Mungu aendelee kukuonekania katika maisha yako. Lakini kwa wewe ambaye ulifanya maamuzi ukaanguka, ukapotea, ukakosea, ukafeli, ukapata changamoto, ukapata shida. Leo nina neno jema la kukuamsha, nina neno jema la kukuinua, nina neno jema la kukuambia kwamba inuka tena, inuka tena, fanya maamuzi mengine mapya. Kwa sababu gani? Kwa sababu bado unaendelea kuishi na una nafasi nyingine. Badili mambo unayoyafanya kila siku. Badili kama ulikuwa unaona kwamba ulifanya maamuzi na mwisho wa siku ukafanikisha au pengine uliona ulifeli, basi badili, badili mambo unayoyafanya kila siku. Maisha ni kile unachokifanya. Ukitaka kubadilisha maisha yako, ni vizuri ukabadilisha mambo unayoyafanya, lakini pia ni muhimu ukabadilisha jinsi unavyofanya mambo yako. Hapa na maanisha ratiba yako ya kila siku, na maanisha daily routine, ile ratiba yako ya kila siku. Bahati mbaya sana watu wengi hatuna utaratibu wa kuwa na rutini. Tunafanya yale yanayojitokeza na tunaanzia tulipoamka. Kiini cha msingi kinachofanya mtu abadilishe au abadilike ni tabia. Kimsingi, ukibadilisha tabia unambadilisha mtu. Naomba sasa tuangalie mambo ya kubadilisha na kuanza kufanya ili uweze kubadilisha maisha yako na kuyaongezea thamani ndani ya masaa ishirini na nne lakini kwa undani kabisa nipo katika kufanya maamuzi, katika kufanya maamuzi yako wewe kila siku ambayo inaitwa leo kwenye maisha yako. Wataalamu wa mambo ya kisaikolojia wanasema ukilifanya jambo hilo hilo kwa muda wa siku ishirini na nne litageuka kuwa tabia yako. Jambo la kwanza, amka mapema. Mapema inaweza kuwa na tafsiri tofauti kwa watu tofauti, lakini kwa kusudi la somo hili tukubaliane kwamba mapema ni kabla ya saa kumi na mbili kwamba saa kumi na mbili namaanisha kwamba maana yake uwe unaamka saa kumi na moja au saa kumi kama unaweza basi unavyokuwa unawahi kuamka na ukaweka mipango yako vizuri ukamwomba Mungu wako, kwa kweli maisha yako yatabadilika, na hayo ndiyo maamuzi ambayo ninaongelea. Kwa kufanya hivyo utajikuta mambo yanabadilika sana katika maisha. Lakini jambo lingine, weka malengo yako ya kila siku. Kwa hiyo, katika kuweka malengo unapangilia kabisa kuanzia asubuhi mpaka jioni, unapanga ndani ya siku. Baada ya muda huu mpaka muda huu huu huu, nitafanya nitafanya kazi hii, kutoka muda muda muda mpaka muda huu nitafanya hiki, kutoka muda huu mpaka muda huu nitafanya hiki. Kwa hiyo unashangaa, tangu asubuhi mpaka jioni ratiba yako imebana, ratiba yako ina mambo ya kufanya, tena ni ya muhimu, tena unapangilia mambo ya muhimu, mambo ya msingi katika kuyawezesha maisha yako. Kwa hiyo sasa, hayo ndio maamuzi ya msingi hayo, ndiyo maamuzi ambayo unayahitaji. Lakini pia maamuzi mengine ni maamuzi ya kwamba ni lazima upate muda wa kusali angalau nusu saa na kuendelea. Ukipata muda wa kusali angalau nusu saa na kuendelea, unakuwa unasema na Mungu unakuwa unaomba kibali mbele za Mungu, Mungu atangulie katika maisha yako, atawale njia zako, atawale maamuzi yako. Kwa hiyo ni vizuri sana uweze kuombea kwenye eneo la akili akili itakusaidia wewe kuwa na maamuzi sahihi, kuwa na maamuzi mema, kuwa na maamuzi mazuri katika maisha yako. Hii inaweza kuwa ngeni kidogo, lakini kabla hujaanza siku, ni vizuri kuiambia akili yako kwamba leo ni siku nzuri, leo ni siku nyingine, leo sio jana. Kwa hiyo ni vizuri useme kwamba leo ni leo. Unaweza kushangaa kwamba ni, ni kwa nini niiambie akili yangu kwamba leo ni leo na sio jana wala kesho? Iko hivi, akili ya binadamu ni kama kompyuta ambayo inahitaji kuambiwa cha kufanya kabla yenyewe haijafanya. Unaweza ukajikuta uko leo, lakini akili yako bado iko jana. Inakumbuka jinsi ulivyofeli jana, inakumbuka makosa ya jana, inakumbuka changamoto za jana, inakumbuka mambo mengi ambayo uliyafanya jana, lakini pia mambo mengi ambayo ulishindwa jana, kwa hiyo ni vizuri uweze kuiambia akili yako kwamba leo ni leo, nataka kufanikiwa, nataka kumwomba Mungu, nataka kuishi vizuri, nataka kufanya hizi kazi zote ambazo nimeziweka katika maamuzi yangu na malengo yangu yote, nataka nifanikishe kila jambo. Kwa hiyo hali hii, hayo sasa ndio maamuzi, unajikuta sasa maisha yako inaenda vizuri baada ya kuiambia akili yako. Lakini pia sio akili tu, unaweza ukamwomba Mungu na ukasema yaani, kwamba Mungu atawale maisha yako yote, Mungu atawale viungo vyako vyote, kuanzia kichwani mpaka miguuni. Mungu atawale kusiwepo na kiungo chochote ambacho kitafanyika kuwa makosa ambacho kitafanyika kuwa kinyume katika maisha yako, kitakurudisha nyuma katika maisha yako. Amua muombe Mungu akusaidie. Kila kitu kinawezekana. Ninavyosema uombee viungo vyako vyote vya mwili, namaanisha kwamba kiungo chako hata kimoja kisifanyike kuwa kikwazo kwa watu wengine. Huenda ni ulimi, huenda ni mikono. Kwa hiyo unavyokuwa unaishi na watu uishi nao vizuri bila kukwaruzana nao, bila kugombana nao, lakini zaidi sana mruhusu Mungu. Peke yako huwezi. Mruhusu Mungu ili atawale viungo vyako vyote, usifanyike kuwa kikwazo kwa watu wengine, kila mtu akuone wewe ni mtu wa muhimu katika maisha na ninakuombea, nakuombea nguvu za Mungu zitawale maisha yako, lakini pia Mungu aonekane katika njia zako, mipango yako, na kila kitu unachokifanya kiwe chema, kiwe chenye manufaa, kiwe chenye baraka katika maisha, wala usikosee Mungu atawale maisha yako, Mungu atawale njia zako, Mungu atawale kazi zako kwenye kila kitu unachokifanya Mungu aonekane katika maisha yako. Usikate tamaa, Mungu yupo pamoja na wewe. Ninakukaribisha katika vipindi hivi vya Amka Shujaa. Vipindi hivi vimeambatanishwa na misingi imara ya kukufanya wewe uwe imara katika katika maisha yako. Pia nipo na Mwalimu Lupimo katika vipindi vya kama mwili ni wako, wewe miliki ni nani? Vipindi hivi vimeambatanishwa na misingi imara ya fanya wewe uweze kujigundua katika maisha yako ili ufike mbali sana. Kama wewe hii ni mara ya kwa kwanza kuungana nasi, bonyeza subscribe ili mafundisho ya kufikia kwa urahisi sana. Karibu, ninakukaribisha, mkaribishe na jirani yako ili na yeye aendelee kujifunza zaidi.